Hii ndo sehemu yetu maalum kwamba tuna ofisi lakini watendaji <coughs> hawakai sana ofisini bali wanashuka. <coughs> Kuna njia ile ndio kuelekea pwani, huko ndo wanapotokea mifugo <coughs> wanapokea mifugo, wanaandika mifugo mingapi imepokelewa kwa <coughs> <coughs> kuangalia na vibali vilivyotolewa na kuenda kuweka kwenye mapado maalum ambapo huko ndo kunatakiwa kufanya ukaguzi. Sasa okay. mengineyo mtaalamu wa hapa anatakiwa aelezee kupitia kituo hiki, sawa sawa hii io kwamba hapa ni karantini ya mm -hmm. mifugo na mifugo ambayo tunaipokea kutoka nje ya Zanzibar mm -hmm. kupitia mlango wetu huu hapa ambao pana bandari mm hii -hmm. Sasa hapa, yuna, ng'ombe wakifika hapa au wanyama wote kwa jumla, ng'ombe, mbuzi na wanyama wengine wanafanyiwa ukaguzi aa kuonekana kwamba hawa wako salama, sababu kuna vibali vile vimeandikwa maradhi maalum ambayo tunaangalia kiwemo ugonjwa wa kimeta ambao ni anthrax tunaangalia ugonjwa huu wa BQ black quarter maana yani chambavu eh, tunaangalia magonjwa ya TB eh, lakini sasa kubwa tunaangalia sisi, kama nilivyozungumza, tunaangalia kwa physical, yani kile kivifaa kile ndani hasa, nadhani pia ni simu ya changamoto katika kazi zetu. Lakini sasa physical unaonaje maradhi kwa sababu kuna detection za nje ambazo tunamwangalia kwa hata kwa masafa, huyu mwangalia, unajua huyu yuko kawaida, huyu ana shida kutokana ile Pathologi, lakini mm -hmm. huwezi patholojia hiyo haiwezi, huwezi kuwa pathologist mzuri mm -hmm. kama hujafanya postmortem mm -hmm. sawa mm -hmm. Uweze kugundua sasa kwenye postmortem mm -hmm. hiyo mm -hmm. kuna tatizo gani. Ngoja nikupe mfano mmoja. <coughs> Unaweza kukuta binadamu amefariki kavimba tumbo. Sasa yeah. unataka kujua kuna nini lazima upasue ndio uone pengine ndani kuna internal bleeding, mm -hmm. hemorrhage, mm -hmm. Unaweza sasa kudetect, kusema sasa kifo chake kimetokana na internal bleeding, ambayo possibility kuna mishipa ya damu ilipasuka, mm -hmm. Ikapelekea kwamba damu haiwezi sasa kusupply, kwenye moyo hauwezi kufanya kazi yake, ini limecollapse, figo. Sawa. Ndiyo. lakini kwa kumwangalia unaweza kukuta mtu yuko kifefe mm -hmm. Sana ukasema ana ana TB mm -hmm. Hapana, kumbe ana tatizo jingine. Kila kituo cha karantini lazima kwenda maabara mm -hmm. Japo ndogo. okay. Ile preliminary, ya kusema tumejiridhisha katika hatua za awali tumegundua kuna tatizo, kuna kuna element tu, tuwasiliane na maabara kuu kwamba huyu ng'ombe kwa, kwa sasa hivi aifadhiwe mpaka matokeo yatakapotoka. mm -hmm. Lakini nalokuambia kwamba, wewe biashara una rely na health certificate, sometimes hizo zinatolewa without any examination na most of the time, wewe unakwenda, tunagongewa. Mtu anakwenda na anajifanya ana haraka kuliko kitu kingine, hata dirishani hapiti, anapigiwa afisa simu kwa whatsapp call ili wengine wasipate. Akifika pale, certificate yake ipo, anachukua, anakuletea wewe watendaji sio waaminifu, tunabeba dhima na dhambi na si tutakuwa miongoni mwao.